ambana ujaza mpira ndani ya kimia golkipa, aishi salum manula anabaki anashangaa. Unaweza kujiuliza hawa ni mashabiki wa Nkana FC Red Devils, kama alivyofanya Nkana Stadium, kichwa zambi, wanakaa chini huku, wltabari ya captain akienda kuwapa maelekezo. Mara hii Peter waweru mwamuzi anasema nyanyukeni, rudini kati, agrigati moja kwa tatu. Simba akipres Simba akishambulia Harrison Chisara akamimena maji wote Bale, akapika taju header, Aishi salumanula hana cha kufanya zaidi ya kuona mpira unaingia kambani. Nkana wanawasalimia mashabiki, wanawashangilia hapa kwamba meli Christmas. Nahodha walabalya anaitanguliza Simba, aitanguliza Mkana fsi Dakika ya 16 ya mchezo, Simba sifuri Nkana FC moja. Muhamed Hussein, chama clatus jonas Mkude, mwana ukome, Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa mwamba Lusaka tiposi akakontrol na kuachia bomu kali, akashuka na mashetani wekundu. Jumla jumla anajibu kwamba Merry Christmas wana Simba, mashabiki wanapata mzuka, ni goli la kigaidi. Tazama klatu chwota chama Triple, si mwamba Lusaka akajisetia, akatandika mti mmoja goalkeeper. Ala, ni tiba, alijaribu ku dive brother. Familia inakutegemea brother, ukitegua nyonga itakuwa madhara kwa familia. Patrick Uchebe, ule mweupe unapepea tu namna hii. G Pascal, wawa nipo chini, mchezaji wa mkana Kulikuwa na changamoto kubwa kwake. Mwamuzi Pita Waweru anaita wakati huo ni kona. Ujaribu kuzuia mpira ule, Shadrick Malambo. Zinaongezwa dakika mbili kukamilisha 45 za kipindi cha kwanza, chezeni inaingizwa ndani Kagera! Yes, yes amtyfatin, oh yes, mashinai ina leve, agrigate tatu tatu na agrigate mbili mbili, ni mbili moja sasa Atn mashini anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Mkana FC wanalia, pole, wanalia mvutano pale, lefri ambia tulieni. Wanakwenda Hassan Dilunga. Dilunga naweka pas klo, yeah! haya ni maajabu. Ninafungwa kwa ligani hili. hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? nani alisema? yuko wapi? wewe unayeteseka wanakuona Wana Simba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja, nguvu moja. tatu kwa moja tatu kwa moja aggregate nne kwa tatu Asandilunga kweka w wow. Ewa yemwe yemwe yemwe yemwe, tatu sikota chama walusaka mzeo masabta sabta Patrick osams, uchebe unapepea namna hii, upala unatoka jasho la furaha. Wanasimba wanalia, hawa waamini kinachotokea wameshuka jumla jumla na Nkana football club, boklubu napiga ramli, napitia kanuni na sheria za FIFA. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli? chama Triple C HD pass kwa kisigino, ala, ni chibwe, utavunga utavunja mwili huo. Sisi ni soka burudani inaendelea.